Sehemu ya nne ya makala yetu kuhusu maendeleo ya akili bandia na maisha ya binadamu, hasa kwa namna ambavyo inachanganyika katika maisha yetu, hasa katika kipengele kizima cha imani. Kadri ya akili bandia inavyoendelea kukua, tunapaswa kujiuliza swali: Je, tunaunda zana bora tu au tunajaribu kufafanua upya maana ya akili? waumbaji wa Mungu kama alivyofanya yeye. Ulinganifu mkubwa wa akili bandia na fikra za binadamu unaonyesha mustakabali ambapo akili bandia inaanza kuchukua nafasi kubwa zaidi katika maisha ya kila siku. Lakini hata hivyo, tofauti za msingi zinatufundisha kwamba akili bandia si mbadala wa akili ya binadamu bali ni nyongeza yake katika kumsaidia binadamu kwenye majukumu yake ya kila siku. Ingawa akili bandia inaweza kuongeza uwezo wa binadamu, lakini haiwezi kuchukua nafasi ya kina cha ufahamu wa binadamu na maadili pamoja na ubunifu. Changamoto kuu ni kuhakikisha kwamba akili bandia inabakia kuwa chombo cha maendeleo badala ya nguvu inayofafanua upya ubinadamu. Imeandikwa katika kitabu cha Mithali sura ile ya tatu mstari wa saba ambapo maneno ya Bwana yanasema, usiwe na hekima machoni pako mwenyewe, mche Bwana ukajiepushe na uovu. Hapa lipo la msingi la kujifunza, wakati tunaendelea na utaratibu huu kuendeleza teknolojia mpya ya akili bandia ambayo inapaswa kumsaidia binadamu. Kwa macho yetu sisi wenyewe tunaweza ona kwamba tunafanya vizuri, lakini kwa kina ndani ya kiroho, papo ambapo tunakosea na tunaharibu na tunajaribia sisi wenyewe. Swali jingine ambalo tunapaswa kujiuliza ni kwamba Je, tunarekebisha uwezo wa binadamu au kuchukua nafasi ya akili ya kimungu yenyewe? Akili bandia na mtizamo wa binadamu vinafanana katika uchakataji wa taarifa, uchambuzi wa mifumo na uwezo wa kubadilika. Ikiwa kama ulipata nafasi ya kuisikiliza sehemu ya tatu, basi nimeeleza kwa kina utofauti kati ya uumbaji huu wa binadamu na uumbaji wake Mungu kwa maana ya kwamba akili bandia na utofauti uliopo kati yake na akili ya binadamu. Hata hivyo, katika kiini chake, akili bandia inasalia kuwa mashine yenye hesabu za hali ya juu zenye ufanyisi, lakini sio na utambuzi wa kweli intuition, au maadili na ubinadamu kwa kina. Kadri tunavyoendelea katika zama ambapo akili bandia inazidi kujumuishwa katika jamii yetu, tunapaswa kutafakari nafasi yetu sisi wenyewe kama waumbaji wa teknolojia hii. Je, tunatafuta kuongeza uwezo wa binadamu au tunajaribu kuchukua nafasi ya akili ya kimungu inayoongoza fikra za wanadamu sisi wenyewe, au kuna kitu kingine tena kinachoongoza fikra za binadamu. Mustakabali wa akili bandia si swala la kitaaluma peke yake, bali ni swali la kimaadili na kifalsafa. Hebu tukumbatie hekima inayotutofautisha na mashine na kuhakikisha kuwa akili bandia inasalia kuwa mtumishi wa binadamu si bwana wake mwenyewe, kama sasa inavyoanza kuwa kwa utaratibu. Katika uchunguzi wa wanasayansi na wanafalsafa wengi, akili bandia na ujumuishaji wake katika nyanja mbalimbali mbali za maisha imefika mahala ambapo sasa watu wanaanza kutafakari kwa kina jinsi akili bandia inavyotumiwa kuiga nafasi ambazo kwa jadi zimekuwa zikishikiliwa na binadamu hasa katika muktadha wa imani mwelekeo huu unahusiana na masimulizi ya kale, ikionyesha kwamba ingawa teknolojia inabadilika asili ya matarajio na tamaa za binadamu inabakia kuwa ile ile, ambapo ni kujaribu kutoa ukuu wa Mungu na kutoweka binadamu kama waumbaji wenyewe. Sasa teknolojia hii ya akili bandia imepenya zaidi ya maeneo ya kawaida kama biashara na afya, na sasa ikivuka mipaka hadi kwenye masuala ya kidini, mahusiano, uzazi, chakula na hata vita. Hii ifuatayo ni mifano ya mifano halisi ya jinsi ya akili bandia inavyoathiri maisha yetu katika kila siku. Na sasa katika baadhi ya nchi kumekuwepo na baadhi ya makanisa ambayo yanazalisha ibada zake kwa kutumia akili bandia. Kwa mfano, katika nchi ya Finland, kanisa la kilutheli la mtakatifu Paulo liliendesha ibada iliyotengenezwa na akili bandia, ikijumuisha mahubiri, muziki na picha za kuona. Hili lilionekana kuwa ni ubunifu wa kipekee na wahali wa hali ya juu, lakini washiriki wa ibada hiyo walihisi ukosefu wa uhusiano wa kibinafsi na Mungu, jambo lililoonyeshwa kwamba akili bandia bado haiwezi kuiga huruma na joto la binadamu na tamaa yake ya kuwa kuunganishwa na muumba wake. kiachia mbali hapo huko, katika nchi nyingine, hasa katika nchi ya Uswizi Eai, akili bandia imetumika katika sakramenti ya kitubio katika kanisa la Mtakatifu Petro huko Uswizi. Hologramu ya Yesu ilionyeshwa ambapo akili bandia ilizalishwa kwa wageni, ikitoa majibu kwa ungamo la dhambi na masuala ya kiroho. Majibu kutoka kwa watu yalikuwa mchanganyiko, baadhi waliona faraja, lakini wengine walikosa waliona kama hiyo si sawa, na ni hata ni kufuru kwa Mungu mwenyewe. Kwa nini binadamu sasa anaanza kutubu zambi kwa kutumia akili bandia, na wala hakuna connection yoyote ya kiroho? Sio tu katika ibada za Kikristo, lakini hata katika nchi nyingine na dini nyingine. Kwa mfano, huko katika nchi ya Japani, hekalo la Kodaiji iliunda kitu kinachofanana kama minda roboti iliyowakilisha mungu wa Kibudha Kanon, ambaye hutoa mahubiri kwa wageni wanaotembelea hilo hekalo. Muungano huu wa teknolojia na imani umeibua mijadala mingi kuhusu uhalisia na uzoefu wa kidini. Tunapaswa kufahamu kitu kimoja hapa, imani na haya maendeleo tunayoyafanya nadhani ni vitu ambavyo vinatakiwa kuwa tofauti ama kutenganishwa. Imeandikwa katika kitabu cha Kutoka sura ya ishirini mstari ule wa nne mpaka mpaka wa tano nao unasema, usifanye sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu ya mbinguni, usivisujudie wala kuvitumikia. Hivyo ndivyo neno linavyosema. Katika nyanja nyingine hasa katika mambo ya kimapenzi na mahusiano, akili bandia pia imechukua nafasi kubwa katika maisha ya kila siku. Kwa mfano, huko nchini Marekani, kijana mmoja alifariki kujiua baada ya kuwa na mahusiano na chatbot ya akili bandia. Ripoti za wanasayansi na, na watafiti zilionyesha kwamba alihisi kuwa na uhusiano wa kina na akili bandia hiyo ambayo ilikuwa inategemea chatbot msaada wa kimihemko badala ya mwanadamu halisi. Kijana aliamua kuchukua maisha yake yeye mwenyewe baada ya kuona mahusiano yake yamekuwa kwa kina na mambo mengine yaliyoendelea. Swala nyingine ni mashine za kimapenzi zinazosimamiwa na akili bandia. Huku katika soko la kimataifa vidosho vya akili bandia vya kimapenzi vinazidi kuuzwa kwa wingi vikiahidi uhusiano wa karibu na binadamu bila changamoto za kihisia. Mashine hizi zinajifunza tabia ya mtumiaji wake na kurekebisha mazungumzo yao ili kuunda uhusiano wa kimihemko kumsaidia mwanadamu kutuliza mihemko yake. Tukumbuke tu kwamba neno la Bwana linasema katika kitabu cha Mwanzo mbili mstari ule wa kumi na nane. Basi Bwana Mungu akasema si vema mtu huyo awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Swali ni kwamba akili bandia ndiyo msaidizi wa kufanana na binadamu? Kwa upande mwingine, akili bandia imechukua nafasi kubwa katika kujaribu kuzalisha chakula. Sasa teknolojia ya 3D food printing sasa inatumika kutengeneza vyakula bandia kama vile nyama za maabara ambazo hazihitaji mifugo wala kilimo cha kawaida. Kampuni kama vile Beyond Meat na Impossible Food zinatumia akili bandia kuunda nyama bandia zinandofanana kwa ladha na nyama halisi. Unaweza ukajiuliza swali, chakula hiki kinatengenezwaje? Akili bandia yenyewe hutathmini ladha za nyama halisi na kuiga miundo yake kwa kutumia mimea au seli za maabara. Chakula kinaweza kuundwa kutokana na molekuli kwa kutumia mashine maalum zinazofanana na printer za 3D. Tukumbuke tu kuhusu suala la chakula, lipo neno katika kitabu cha Mungu linasema kwamba imeandikwa katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza mstari wa 29 Ndipo Mungu akasema, tazama, nimewapa kila mmea uzao mbegu na juu ya uso wa nchi hii yote na kila mti wenye matunda. Sasa tulipewa mimea na kila kitu ambacho kinazalishwa kutoka kwenye ardhi. Kwa nini tunakimbilia kuipa nguvu akili bandia kuzalisha chakula? Swali so, ni kwamba je, ardhi inayozalisha chakula imeisha, haitoshi au kwa sababu ya ongezeko kubwa la binadamu kuna uhitaji wa ziada wa kuzalisha chakula kwenye maabara kwa kutumia mbinu za kisayansi? Sehemu nyingine ni katika kipengele cha uzazi. Sasa hivi wako wanasayansi ambao wako maabara wanajipinda kweli kweli kwenda kutafuta njia ambazo zinaweza kusaidia watu kupata mtoto wa kutumia mashine. Wanasayansi wanatengeneza tumbo la bandia kamaabale za kiteknolojia nchi tofauti duniani, watafiti wanajaribu kutengeneza tumbo bandia ambalo linaweza kulea mtoto tumboni bila mahitaji ya mwili wa mama. Teknolojia hii inaweza kuwasuluhishwa kwa wale wasio na uwezo wa kushika mimba, lakini pia inaleta maswali magumu ya kimaadili. Je, hii ni hatari? Je, tunamuondoa Mungu katika mchakato wa umbaji wa maisha? Ama je, watoto wa baadaye wanatengenezwa kama bidhaa badala ya kubebwa na mama zao. Imeandikwa katika kitabu cha Mwanzo mbili mstari wa saba neno la Bwana linasema Bwana Mungu akamfanya binadamu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi ya uhai, mwanadamu akawa nafsi hai. Swala la uumbaji linamhitaji Mungu mwenyewe. Katika nyanja nyingine ambayo inatisha na kuogopesha zaidi kama swala ya upiganaji na katika mambo ya kivita, sasa majeshi kama ya nchi ya Marekani na China yanatumia ndege zisizo na rubani drones zinazosimamiwa na akili bandia katika vita vya kisasa. Ikiwa kama ulisikiliza nafasi ya pili, unakumbuka kwamba miaka ya elfu mbili kuanzia katikati miaka mitano mpaka kumi iliyopita, wanasayansi hasa kama kina Elon Musk, Steve Hawking pamoja na wengine elfu tatu waliamua kusaini barua ambayo ilitumwa kwa serikali za duniani kuomba kusitisha matumizi ya akili bandia katika nyanja za kivita. Ukipata nafasi isikilize kwa umakini, ama unaweza ukapitia maandiko ya mtandaoni ukajifunza ukaelewa kwa kina. Drones hizi zinaweza kuiga shabaha bila mtu kuziendesha moja kwa moja, jambo linaloleta wasiwasi mkubwa kuhusu maamuzi ya kimaadili hasa huko vitani. Kwa upande mwingine, silaha zinajifunza kwamba akili bandia inaweza kutambua na kufuatilia malengo kwa kiasi zaidi kuliko binadamu. Hatari hii ni kwamba mashine hizi zinaweza kufanya maamuzi bila kuzingatia huruma na athari za kiutu. Imeandikwa katika kitabu cha Mathayo 26 mstari ule wa hamsini na mbili wale wote wautwao kwa upanga kwa upanga watapotea. Vitu vya msingi ambavyo tunapaswa kujiuliza na kuendelea kujiuliza kwenye maisha ya kila siku kabla ya kufanya maamuzi haya ambayo yanabadilisha historia ya dunia na sisi wenyewe ni kwamba je, teknolojia inatuinua au inatutenganisha na Mungu? Kadri akili bandia inavyoingia katika kila nyanja maisha, tunapaswa kujiuliza. Je, teknolojia inasaidia ubinadamu au tunavuka mipaka ya maadili? Je, akili bandia inaimarisha uhusiano wetu na Mungu au tunaanza kuitukuza teknolojia badala ya muumba wetu? Je, tunautafuta maendeleo au tunajaribu kuwa kama Mungu? Imeandikwa katika kitabu cha Zaburi ya 146 mstari wake wa tatu, msiweke tumaini lenu kwa wakuu, wala kwa binadamu ambaye hana uokovu. Tunapoendelea kutengeneza mashine zinazofikiri, kutambua na hata kuamua kwa, kwa niaba yetu, tunapaswa kuzingatia kwamba akili bandia inapaswa kubaki kuwa chombo cha msaada kwa binadamu na wala si mbadala wao. Tunahitaji hekima ya kimungu katika kutumia maendeleo haya ili tusije tukajikuta tunabadilisha nafsi ya mwanadamu na akili ya mashine. Mimi na wewe tukutane katika sehemu ya tano na ya mwisho, ambayo sasa tunaingia kwenye maandiko kuona hiki tunachokifanya na maandiko yanasemaje. Mungu akubariki. Mimi na wewe tukutane wakati mwingine.